ye mgombea urais mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini kulingana na utafiti mpya wa kampuni ya Infotrak. Aidha, utafiti huo unaonyesha kuwa hakuna mgombea urais ambaye kwa sasa angeweza kushinda uchaguzi wa urais katika awamu ya kwanza iwapo uchaguzi ungefanywa na, kama anavyoarifu Stephen Leto, mbunge wa Embakasi East Babu Owino ndiye mwanasiasa anayependelewa na Wakenya wengi kumrithi hayati Raila Odinga katika chama cha ODM. Kwa siku kadhaa zilizopita, rais William Ruto amekuwa katika pilika pilika za kutafuta uungwaji mkono katika eneo la Nyanza, kifo cha Raila Odinga Oktoba mwaka huu kikitoa nafasi ya kupima ubabe kwa wanasiasa kutoka eneo la Nyanza. Katika utafiti wa Infotrak kwa hivi punde, mbunge wa Embakasi Babu Owino ana uungwaji mkono wa asilimia 33 kumridhi Odinga, huku kinara wa wa ODM na seneta wa Siaya Oburu Oginga akiwa wa pili na asilimia huku mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akipata uungwaji mkono wa asilimia nane. Hata hivyo utafiti huo unaonyesha kuwa chama cha UDA kinazidi kuongeza umaarufu kikiwa na uungwaji mkono wa asilimia 23 huku chungwa likizidi kumenywa na kuungwa mkono na asilimia 19 ya wakenya waliohojiwa. Vyama vya DCP Jubilii na Waipa vikiwa na uungwaji mkono wa chini ya asilimia 10 Muungano wa Broadbest unaungwa mkono na asilimia 32 ya Wakenya huku upinzani ukiungwa mkono na asilimia 22. Kundi la Kenya Moja la Babu Owino, Ndindi Nyoro Edwin Sifuna na Gadhoni wa Mushomba wana uungwaji mkono wa asilimia 17. Kwenye utafiti huo Rais William Ruto ndiye mgombea wa urais mwenye uungwaji mkono mkubwa zaidi nchini kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Ruto ana asilimia 28 huku Daktari Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka na Babu Owino wakifuata, kulingana na utafiti huo. Wakenya wengi wataangazia gharama ya maisha watakapoelekea kupiga kura. Tumi ya IBC pia imewekwa kwenye mizani, huku asilimia nane tu ya Wakenya wakisema wanaimani na tume hiyo. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.